Msemaji wa kikosi cha kijeshi cha kundi la Hamas lenye makao yake Gaza nchini Palestina cha Al-Qassam Brigades, Abu Obaida amewasifu Wahuthi wa, wa Yemen baada ya kufanya mashambulizi mfululizo kwa kutumia makombora ya ballistic dhidi ya Israel. Tunawasalimu ndugu zetu waaminifu wa, wa Yemen kwa msimamo wao wa heshima na msaada wao wa moja kwa moja kwa ndugu zao wa Gaza, licha ya gharama kubwa wanayolipa kwa uaminifu wa wao usiotetereka wa kwa Al Aqsa na Palestina, ameandika Abu Obaida katika taarifa aliyoitoa kupitia chaneli yake ya Telegram. Leo, makombora ya Yemen yamekutana na yale kutoka Gaza angani juu ya Tel Avivu, ikithibitisha kuwa Gaza haipo peke yake, Abu Obaida amesema, akirejelea makombora ya M80 yaliyorushwa na Hamas leo yakilenga mji wa Tel Aviv. Nyuma yake unasimama mwanaume huru wa Umma, ambaye kamwe hawataisaliti Palestina kwa maadui wake wenye kiburi, amesema Abu Obaida. Shirika la ulinzi la raia wa Gaza lilisema Alhamisi kwamba watu takriban mia tano na nne wameuawa tangu Israeli ilipoanza tena mashambulizi yake makali kwenye Ukanda wa Gaza, na nukuu. Jumla ya mashambulizi tangu kuanza tena kwa mashambulizi ya alfajiri ya Jumanne hadi mchana wa leo ni maisha watu 504 wameuawa, wakiwemo zaidi ya watoto 190, amesema msemaji wa shirika hilo, Mahmud Bassal. Awali, jeshi la ulinzi la Israel IDF lilitoa taarifa likidai kuwa limefanikiwa kuzuia kombora la balistiki lililorushwa na waasi wa Kihouthi kutoka nchini Yemen. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli, shambulizi hilo lililofanyika usiku wa kuamkia leo Alhamisi, Machi 20, 2025 ni la kwanza katika kipindi cha miezi miwili tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Israeli na kundi la Hamas la Gaza nchini Palestina nanuku. Kombola hilo lilidunguliwa kabla ya kuingia kwenye anga la nchi. King'ora cha tahadhari kililia kuonyesha hali ya tahadhari kwa umma. IDF iliandika katika mtandao wa X, zamani Twitter. Msemaji wa kijeshi wa kundi la Wahuthi Amen Hayani amesema kuwa kombora hilo lilielekezwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion nchini Israel. Wahuthi wanadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Yemen ikiwemo mji mkuu wa taifa hilo Sanaa. Kundi hilo limekuwa likiendesha mashambulizi yake kwenye meli za kimataifa na kurusha makombora yake kuelekea Israeli kama hatua ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya IDF dhidi ya Hamas huko Gaza nchini Palestina, mwishoni mwa wiki hii Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru mashambulizi ya anga na makombora ya masafa marefu yaelekezwe dhidi ya ngome za Wahuthi huko Yemen, na Jumatano alionya kuwa Marekani italifutilia mbali kundi hilo. Kiongozi wa waasi wa Kihuthi, Abdulmalik Al-Houthi, aliahidi kuendelea na mashambulizi kwa ajili ya kulipiza kisasi cha Wapalestina wanaoishi eneo la Gaza. Na nukuu, tutafanya kila tuwezalo dhidi ya adui wa kizayuni yaani Israeli, kwa kuunga mkono watu wa Palestina. Tutapambana na msaada wowote wa Marekani kwa Israeli ambao utahusisha kushambulia nchi yetu, alisema, kwa mujibu wa tovuti ya habari ya The New Arab, mwisho wa kunukuu. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Hamas na Israeli yalivunjika wiki hii baada ya pande hizo kushindwa kufikia makubaliano ya awamu ya pili inayofuata usitishaji wa mapigano. Jeshi la Israeli lilirejesha tena mashambulizi yake ya anga huko Gaza siku ya Jumanne na limeendelea na operesheni zake za ardhini huko, takwimu zikionyesha kuwa zaidi ya watu mia tano wameuawa ndani ya siku tatu kwa mujibu wa Wizara ya Afya eneo la Gaza, mashambulizi ya wiki hii yameua watu wa Palestina zaidi ya 500 wakiwemo watoto zaidi ya 190 tangu kuanza kwa operesheni hiyo ya IDF eneo la Gaza Oktoba 7, 2023 wa Palestina elfu arobaini na tisa na mia tano arobaini na saba wamethibitishwa kuuawa na laki moja na kumi na mbili na mia saba kumi na tisa wakijeruhiwa katika vita vya Israeli dhidi ya Gaza, huku ofisi ya habari ya serikali ya Gaza ikidai kuwa idadi ya vifo ni zaidi ya watu elfu 61, huku ikisema maelfu ya Wapalestina bado wako chini ya vifusi. Wakati huo huo, angalau watu 1139 waliuawa nchini Israel wakati wa mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7, 2023 na zaidi ya 200 wakichukuliwa mateka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.